Imeanza tena. Tuendelee tu, tutashikanisha si ndio? Endelea, tunaanza. Ingia ingia. Uingia kwa shimo kwanza. Ah, wewe achana nawe. Kuna chances mbili. Alafu unaona huko tosho kuje

zana dakika mbili ijafika dakika tano, anza kurusha huko tena. Ndo hizi, chukua hii